Ukisema eh, Jay Dee ana mdate Oscar, ni kumkosea adabu kwanza uh, Lady Jay Dee, lakini pia ni kumkosea adabu uh, Oscar, Oscar. Lady Jay Dee ni, ni dada yangu, ni mtu ambaye mimi sijawahi kuwa kwenye mahusiano ambayo yeye hayafahamu. Unaelewa vizuri ninachosema? sijawahi kuwa na mwanamke ambaye niko naye kwenye mahusiano halafu Lady Jay Dee sijamwambia, Lady Jay Dee sija sijamshirikisha. Kwa hiyo, hebu msimkosee dada, mwekeni dada pembeni. Kuna kazi kubwa sana ameifanya kwenye hii sanaa, na kwa heshima kubwa, moja kati ya eh, wanawake kwenye sanaa ya kiwanda cha Bongo Flava wenye heshima kubwa sana, since day one kesho kutwa hapa anaenda kutimiza miaka 25 kwenye game. Is not a joke, amefanya kazi kubwa sana kwao. Nafikiri hii ni time ambayo tunapaswa kumzungumza Lady Jay Dee kwa mambo mengi makubwa na mambo mazuri aliyoyafanya ya kwenye a, kiwanda hiki cha Bongo Flava, lakini pia kwenye sanaa ya nchi yetu. Ni watu ambao wametambulisha taifa letu nje ya, ya mipaka. Ameshinda tuzo nyingi sana kama kijiji, ametoa albamu nyingi sana niko mwanamke yoyote ambaye amewahi kufanya sanaa ya muziki hapa nchini asihusishwe kabisa kabisa na mahusiano yoyote. is my sister very good friend of mine. sijawahi kuingia kwenye mahusiano na mtu yoyote na nisimwambie. Sawa Oscar, pengine tukimaliza haya mahojiano bila kuiombea Simba tutakuwa hatujafanya. Sawa, kwa sababu yeye ni mwana soka pia. Mimi leo nataka nataka mniombee tu <laughs> nataka mniombee tu wimbo mpya, yeah, wa Osca, Osca. Nasema mniombee. Hivi kama kuna maombi, achana na Simba, siombei Simba chochote.